Una struggle kupata ujauzito kwa muda mrefu, na umekuwa ukienda hospitalini, umekutana na wataalamu wa kila aina. Leo unakutana na daktari huyu, kesho unakutana na daktari huyu, leo unapewa dawa hizi, kesho unapewa dawa hizi. Ni kweli kabisa, sina shida na hivyo vitu unavyovitumia na hizo dawa unazozitumia, lakini kitu cha msingi ambacho watu wengi hawatakushauri au hawatakuambia ni kwamba dawa namba moja ni kile kitu ambacho unakula kila siku. Ni kweli unaweza kuwa umepewa dawa ambazo ni nzuri sana, lakini mpangilio wa chakula chako ndio utaafekte wetha upate matokeo au usipate, kwa sababu kwenye chakula ndipo miili yetu unapata tiba kwa asilimia kubwa. Sasa kama unakula mlo mbaya, maanake ni kwamba unakuwa unazidi kufanya tatizo lizidi kuwa kubwa. Kama unakula chakula kizuri, maanake ni kwamba unakuwa unaharakisha uponyaji wako, kwa sababu chakula ndio dawa namba moja. so wewe unafanya matibabu ya uzazi, wewe unatumia dawa za aina gani, wewe umepewa masharti yapi? Lakini swala la chakula ni swala la kupewa kipaumbele, na hichi kitu watu wengi huwa hawaambiwi au wanaambiwa tu juu juu, lakini inabidi utafute maarifa sana ya kuhusu ni vyakula gani ambavyo vitakusaidia kwenye eneo lako la uzazi. Na hapa naongea na wanawake ambao wanastahili kupata ujauzito, lakini pia na wale wanaume ambao wanashindwa kuperform vizuri tendo la ndoa. Sasa, kuendelea kujifunza zaidi haya masomo ambayo yanahusu uzazi, jitahidi kubonyeza alama ya kujumlisha katazame video zangu za huko nyuma, nimeongelea sana mambo mengi ambayo anahusu uzazi, na utapata kujifunza sana. Karibu.